Hapa hemu tuko na watu wengi hawana stima. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Mimi nimekuja hapa ili tuhakikishe watu wa elimu ambao, polepole, nimekuja hapa tuhakikishe ya kwamba watu alimu wamepata stima na leo hapa tunaanzisha mradi wa kuunganisha stima kwa nyumba ya watu elfu sita na mia tano tukitumia pesa ya serikali milioni mia tano na na vile vile mimi nikiwa hapa tumekuja vile vilevile mambo ya soko, na mimi nataka kabla sijamaliza mambo ya stima niambie Waziri Opio wa Ndai yuko hapa ya kwamba aongeze pesa ya watu wa Embo kwa milioni tuweke stima ndio Kenya iweze kusonga mbele.